Okay, so kutokea kwenye analysis yetu bado tunaendelea kuichambua VIX 100. Uh, nataka nikueleze nini ambacho kilikuwa kinanifanya, uh, kukuonyesha kwamba market yetu ni bullish wakati ambapo tulikuwa tuna video zilizopita, kama umekuwa ukifuatilia. So nataka nikuonyeshe market changes ambazo imezifanya kwenye kwenye hii time frame ambayo ni one hour hii, eh, obvious nini ambacho ilikifanya siku ya jana. Siku ya jana ilibai, na nilikuambia kutoka siku zilizopita kwamba market yetu lazima itabai na ita ita itafanya bullish, eh ndio kitu ambacho imekifanya siku siku ya jana eh. Kama unaweza kuona, market yetu ilikuwa iki ikiseli. Video nimezitoa kuanzia tar nimezitoa viazi mpaka siku ya tarehe 25, huku eh, mpaka kuweza kufika e, siku ya tarehe so kwenye jinsi ambavyo ilikuwa kwenye tarehe 22, 23, 24, 25, 26. Sasa mpaka kufikia leo tarehe 28 kuna kitu sokoni ambacho kimetokea kwenye hii tarehe 27. Hapa unaona kwenye tarehe 27, eh market yetu iliweza kuonekana kutengeneza candlestick ambazo mara nyingi sana anazifanyia analysis candlestick hizi katika katika daily time frame kwenye wiki na kwenye months. So baada ya kuwa imebai na kuweza kutengeneza candlestick ikavunja ikavunja bode ikavunja na stick ika close bode yake ya hiki ndo ika close above the stick and above the bode ya previous candle moja kwa moja hapa mimi nita nitakuja kuitafuta entry yangu ya kufanya nini kwa ajili ya kwanza kubai market sawa sawa sasa haya ni masaa 24 okay kuipata entry lazima ta deep down so entries nitakuja kuziangalia um kuanzia hii next next kendo hapa, nataka nikuonyeshe kuchori kivuri hapa. Nitaziangalia kendo ambazo zitafata baada ya hii kitu kuwa imetokea sokoni, okay. Haya ni masaa ishirini na nne, okay. So nitarudi kwenye masaa manne niangalie vizuri nini nitaona kimefanyika? Kimefanyika sokoni, obvious. Kwenye masaa manne ukirudi, unakuta ndio inafanya return ya kuwa ina sell kwa ajili ya kuingia kwenye entry zetu, lakini sasa hapo huwezi kuziona entry moja kwa moja okay. So so hiki kitu kinaitwa collection kwenye market okay. Market yetu imeanzia hapa, so ina buy okay. So inapofanya return ni collection. So tuna impulsive move then collection tunatafuta continuation ya market yetu kwa ajili ya kuendelea kufanya nini? Kwa ajili ya kuendelea na bullish, okay. Kama tunaweza tukaipata au market inaweza ikachange, eh, tuone kama hatuwezi kuipata hiyo hiyo collection okay? So jinsi gani naweza nikaitafuta collection kwenye kuipata entry ya continuation wakati market inapokuwa inafanya collection kama hivi ambavyo tunaiona okay? E, nirudie tena hapa ya kwamba market yetu sasa hivi imeanza na bullish, okay, ina buy then at this point inafanya correction, so itafika somewhere nitaweza kuipata continuation okay. So ninatafuta entry e, ndani ya hizi correction au ninatafuta maeneo ambayo ni probability kubwa ya kupata entry wakati market ikiwa inafanya correction. Sasa hii ni masaa manne okay. So maeneo ambayo yanaweza kunipa uhakika mimi kuweza kukutana na na na hizo opportunity ni kwa kufuatana na kendo jinsi ambavyo zinatengeneza sokoni, moja kwa moja, tukiwa na kendo ambayo imetokana ime, ime na namna hii eh, hii buying kendo, lazima tunaporudi kwenye lower time frame tukutane na fair value gap. Fair value gap so fair value gap tunakuja kuiangalia huko ndani okay. Je, tunaweza tukaipata fair value gap huko ndani, ambapo sasa kutokea kwenye fair value gap tuweze kutafuta eh, kendo ambazo zitatupa uhakika wa sisi kuendelea na, na na buying opportunity. So fair value gap tukiangalia hapa inatuchanganya kidogo, turudi kwenye masaa mawili eh, eh kwenye masaa mawili, obviously ni inaonekana eh, lakini at least eh, No, inaonekana at this point here and this point here hii yeah. Ni, ni tunasema kwamba ni zone ambayo kuna fair value gap. Kumbuka market yetu inafanya return, sisi tunatafuta opportunity ndani ya hii kivuli au ndani ya ile rectangle ambayo nimeichorea kwenye daily time frame wa zone kabisa kwa video yangu. So nikiangalia kwenye wani hawa, okay, hii fair value gap ndani ya 2 minutes. Okay, safi yes. Kwenye wani hawa naiona clear here go ile fair value gap yep, na market yetu imefanya return kama ambavyo tunaona, this is a collection, so here we have to get the continuation so, sasa iangalie market vizuri okay, this is one year sasa. So, so, so ni wapi ambapo tunaweza tukapata continuation na market yetu ikaweza kubai sokoni siku ya leo okay, ni at this point here ni mambo ya kivuli ili kusudi tuelewane, nisije nikaweka vivuli vingi vikatuchanganya sokoni. So tunaanza kuitafuta opportunity kutokea at this point, ya kuweza kuonaje. Je, market yetu inaweza ikatupa opportunity here, ya, wa, ya kubai kwenye one hour imetengeneza ikendo kendo ambayo imefunguka ikawa na body closure ambayo imetupa mpaka ikafunga ika, ika, ika ikafunga above the week and above the body ya hii inanielia ya kwanza, lakini ukirudi nyuma pia utakuta kikitokea at this point ya kumekuwa na na hii candle uh, hii ambayo imefunguka hii, hii alafu ikawa imefunga above above the candlestick and above the wick and above the body ya hii inanieli ya candle hapa, so obvious, maeneo ambayo tunaweza tukapata opportunities ya kuanza na na na na, na market yetu kubai ni hili eneo sasa. How do I enter this e trade? naweza nikaingiaje kwenye hii e trade? nitarudi kwenye H4 yeah tuma H4 yeah. kwenye H4 ninahakikisha mpaka nitakapopata eh yeah. candlestick ambayo itavunja eh, yeah. above this body. okay above this body and above the and above the stick ya yeah, hii body hapa kutokea kwenye hii fair value gap. Okay. So market yangu ninaisubiri ndani ya H4, endapo market itavunja above above the above the body of this eh, candle and above the stick of this candle, hapo ndipo eh, market yangu nitakavyo ita, izingatia. Sasa eh, kuna candle mbili ambazo mara nyingi sana huwa zina, zina- zinatusaidia sokoni hapa nimezungumza in term, ninazungumza kwa hii kendo sasa. Ingekuwa kwamba hii kendo sawa, ndani ya masaa manne imefunga. Okay, so nitaangalia sasa ile itakayokuja kubai, ile itakayoanza kubai, itakapofunga above the body ya hii and above the stick ya hii kendo hapa ndipo nitakapokuwa na uhakika wa hii market kuingia sokoni, sio hii kendo. Okay, namba, nirudie tena, nitaangalia kutokea kwenye hii kendo hapa. Okay, kwa nini? Kwa sababu uh, ile kendo ambayo inaanza kufanya kubai sokoni sasa ndio ambayo itanitambulisha mimi ninaweza kuingia kubai okay. Hii kendo ina sell sawa, so kwa sisi nikasema, itafunga above the body and above above the body and above the stick. Nitasubiri ambayo itakuja kubai, itakavyofunga above the body of this kendo and above the stick of this kendo, ndipo nitakuja kuingia hii biashara yangu. So for this time nipo bado na cheki analysis yangu tu one hour kama ambavyo nimeiona there is a fair value gap ambayo ni nimekuonyesha hapo. Kwa hiyo tunaisubiri, hatutaisubiri kwenye one hour. Okay? Itakukonfuse. Mfano kama hapa. Eh, yeah. Kwamba tu tungesema kwamba hii market imefunga above the body of this candle and above the stick ya hii candle tuweze kuingia kubai, tuanze kubai hapa, okay? Eh, yeah. Can you see? Kwamba tuanze kubai at this point here. Inge confuse, market ina buy at the same time ina sell, ko inge confuse, no. Kwao tutaisubiri katika H4. Saa sawa, uh -huh. Kwao jinsi ambavyo nimekuelekeza hivi, ukifata video zinazo zilizokuwa kwa, kwa nyuma, utakuta jinsi ambavyo nazitafuta hizi kendo kuangalia opportunity hii ni fair value gap ni zone ambayo tunasema market yetu inatutambulisha moja kwa moja tutaweza pata opportunity za kubai. So we have to wait until formation ya candle itakapokuwa imetokea ndipo tuweze kuingia sokoni. So see you uh, uh kwa ajili kwa muda mwingine ambao unafuatia hapo mbele. Kwa hiyo nitakuelekeza jinsi ambavyo soko letu litakacho kifanya. Now obviously here lazima kutakuwa na opportunity ya kusell for this market kwa kendo ambazo zitaanzia kutokea hapa au eh, ne kendo ambazo zitatengeneza viashiria ambavyo nimekuambia. Hii ni Vix 100 1s 100 1s tumekuwa tukiangalia kwa mfululizo ndani ya wiki, ili kusudi kusaidia hata wewe pia unapokwenda kufanya analysis zako, basi wewe unajua namna na ya kuweza kufuatilia soko na unajua namna ya kureview soko kutoka kwenye higher time frame au to lower time frame mpaka 5 five minutes up to 3 minutes kupata entry. See you another time.